Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji wa Gideon Online TV. Yako mengi ambayo watu wametendewa kupitia huduma ya Mlima Moria Ministry na siku ya leo niko na uh, mtu ambaye yupo katika kanisa la Mlima Moria Ministry. Yapo mengi ambayo ataweza uh, kutujuza kuhusiana na uh, huduma ya Mlima Moria Ministry. Kwa hiyo salia nasi ili uweze kufahamu yote hapa hapa ndani ya Gidion Online TV. Cha msingi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili taarifa zetu tupindi pale zinapojitokeza na kwa ni wa kwanza kuweza kuzitizama kwa siku ya leo, kama nilivyokuambia, nitakuwa naye hapa. Esta Mamko ataweza kutujuza vema kabisa kuhusiana na huduma hii na mambo mbalimbali. Esta, habari za wakati huu? Salama. ninamshukuru Mungu tena kuweza kufika mahali hapa siku hii ya leo, katika kuhakikisha tunampa yule mtazamaji wa Gidion TV kile ambacho anastahili, lakini tunajua kuna wengi ambao wawafahamu, lakini siku ya leo itakuwa ni rahisi kwao kuwawezesha kufahamu au Jee, kufika mahali ambapo huduma hii inapatikana. Sawa, pengine labda tungeanza kufahamu kwamba huduma ya Mlima Moria Ministry inapatikana wapi? Sawa, huduma ya Mlima Moria Ministry Jee, ni huduma ya maombi na maombezi ambayo inapatikana Moshi. Ukiwa unatokea stendi unapanda magari ya maili sita, ama haisi za Machame, ama kosta za Arusha, ama haisi za Sanya. Utashuka kituo cha Mashine, utarudi nyuma kidogo, utakutana na bango kubwa ambalo lina ratiba za ibada, lakini pia kuna bango dogo ambalo linaandika njia, imeandika barabara ya Gideoni. Ndipo utaingia na njia hiyo ya vumbi, mbele kidogo, sio mbali sana na barabarani, huduma hiyo ndipo inapopatikana. Lakini pia kama unatokea mkoani Arusha ama Boma ama Sanya, pia hivyo hivyo utashukia kituo cha mashine, utavuka barabara, utaenda mbele kidogo, utakutana na bango kubwa ambalo lina ratiba za ibada. Utaingia na njia hiyo, sio mbali na barabara ya lami, ni karibu kabisa, ambapo huduma hiyo ya maombi ya maombezi iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon inapatikana mahali hapo. Labda pengine nkiweza kutuelezea wewe, kama muumini ni e, jambo gani ambalo Mungu ameweza kutendea kupitia huduma ya Mlima Moria Ministry. Sawa, nina mengi ambayo Mungu ametenda kwenye Dio. maisha yangu mimi binafsi, lakini pia hmm, nina ushuhuda mkubwa. Maana mimi ni muumini wa muda mrefu, kuanzia kanisa lilivyoanzishwa, mimi nilikuwa hapo mpaka sasa hivi, ni takriban miaka ishirini kumi na tano hivi, kanisa hilo likifanya mambo, matendo ya, ku, ya Mungu na ya ajabu. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa kuwa katika kanisa hilo, kwa sababu nimetendewa mambo mengi. Kuna kipindi nilikuwa ninaumwa sana, lakini nilipata uponyaji kupitia maji, unaona Dio. maji hari. Haya hapa yameandikwa maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu, lakini maji haya unaweza kuona ni maji ya kawaida, lakini maji haya yana uponyaji wa hali ya juu. Wenye shida mbalimbali mbali, tunaona shuhuda nyingi ambazo watu wanashuhudia Mjia. alikuwa na mtoto mgonjwa hospitali ama alikuwa na mtoto shuleni alivyompelekea maji Ukitumia maji haya unapona shida zako mbalimbali, zinaenda kufutika lakini, watu po, wenye mikosi kwenye makazini, maji haya yanatumia yanatumika e, sehemu nyingi unaweza kutumia kupikia, kama ni mgonjwa unamwekea kwenye maji ya kunywa. Kazini kwako unaweza kutumia kudekia, unajua usiku vitu vingi vinatendeka eh, lakini ukafika ukamwaga kwenye mlango wako wa biashara, pengine ulikuwa uzi, lakini wengi, shuhuda ni nyingi ambazo ziko mahali hapa unashuhudia mtumishi, nilitumia maji mtoto wangu akapona, mtoto wangu akaweza kurudi shule. mm -hmm. Ndoa yangu sasa hivi iko vizuri, unajua changamoto nyingi zipo. Yeah, lakini maji haya unaweza kupikia kwenye chakula pia, mwanaume akabadilika, mwanamke akabadilika kupitia maji haya. Lakini sio tu maji, kuna maji, kuna mafuta, lakini pia kuna chumvi ambayo inapatikana kanisani hapo. Watu wamekuwa wakishuhudia sana, chumvi inatenda matendo makuu ya ajabu, mafuta yanaponya, yanasaidia, yanaokua, lakini pia bila kusahau maji haya yana nguvu kubwa sana. Lakini pia maji haya au chumvi hiyo au mafuta yanapatikana sehemu nyingine yoyote? Dio. ni ndani ya huduma tu ya Mlima Moria Ministry huduma tu ya Mlima Moria Ministry. Sa, pengine wapo we, uh, wengi wana we changamoto mbalimbali, pengine ni watu wenye changamoto gani sana sana wanaweza kuhudhuria au ni watu wenye magonjwa mbalimbali? Sawa, watu wengi wana kanuni ama wanasheria kwamba mm -hmm. Siendi kwenye maombi mpaka ninapopata tatizo Ndiyo. Siendi kanisani nikiwa mzima, siendi kanisani nikiwa sina shida yoyote Ndiyo. Watu wamefanya kanisani ni sehemu ya kwenda wakiwa na matatizo yao Ndiyo. Hilo ni kitu ambacho sio kweli. Unatakiwa uende kanisani ukiwa na raha, ukiwa na shida, ukiwa na huzuni, ukiwa na shida yoyote, ukiwa kwenye amani, ukiwa kwenye furaha, unapaswa kwenda kanisani. Lakini pia hamna mahali imeandikwa kwamba ukiumwa tu kwamba watu wote wanakaribishwa, watu wote wanafika katika huduma ya maombi na maombezi. Hakuna kwamba tatizo fulani ndo linakupeleka kanisani pale, hapana. Au wagonjwa tu ndo wanaenda kanisani, hapana. Ama watoto tu ndo wanaenda kanisani, hapana. Watu wote wanaenda kanisani na siku za ibada za kanisa hilo kuna Jumatano, Ijumaa na Jumapili, lakini pia kuna maombi ya Morning Glory kila siku kuanzia saa kumi na mbili na nusu mpaka saa moja na nusu maombi ya asubuhi. Na mbona bwana, nyota njema huonekana asubuhi? Yeah, nyota njema huonekana asubuhi, umesema yeah, kwamba siku za ibada ni siku ya Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili, pengine yeah, labda ningeweza kufahamu kwamba siku ya Jumatano inakuwa ni muda gani? Ijumaa okay, inakuwa ni muda gani? pengine pia na siku ya Jumapili ni muda gani? ndio watazamaji wa Gideon online TV waweze uh, wa kufahamu Sawa, watazamaji, siku za, za ibada mm, ni kila siku kwanza za asubuhi saa kumi na mbili na nusu mpaka saa moja na nusu hapo kila siku, hiyo sio siku muhimu, ni siku zote ndiyo. Lakini siku za ibada za mchana mm, ni Jumatano, Ijumaa, hizo unaingia saa nane mpaka saa kumi na moja kamili ndiyo, inatoka. Lakini siku ya Jumapili tunaingia saa sita na nusu mpaka saa kumi na nusu. Sawa, mpaka saa kumi na nusu kwa siku ya Jumapili. Pengine labda uh, una uzoefu umesema uh, huko tangu muda ambao ni mrefu kidogo uh, pengine labda ningependa kufahamu huduma ilianzia wapi? Kwa sababu tu, uh, kuna ambaye anaweza kututazama hapa uh, watu ambao wanaitwa Gideoni wako wengi. Yeah. Uh, huduma labda Mlima Moria Ministry uh, pengine pia uh, unaweza kuta sehemu nyingine pia uh, huduma ipo, pengine ilianza wapi, pia mtu anaweza akafahamu kwamba labda ilikuwepo katika eneo fulani na sasa hivi iko katika eneo fulani. Sawa, huduma haikuanza hapa rasmi, ilianzia Soweto Makaburini ikaja pale St. Joseph na sasa hivi tuko hapa maili sita Msasani Dio. Sawa, pengine uh, kwa uzoefu ulionao unaweza ukatutajia labda uh, ushuhuda wa mtu ambaye alikuwa anasumbuliwa na jambo lolote pia naye akaweza ku uh, tukaweza pia kufahamu kuhusiana na hilo sawa. Shuhuda ni nyingi na kila siku, itopo leo matendo ya kuya Mungu yanafanyika ya katika huduma ya maombi ya, ma, Mlima Moria Ministry Dio. Kila siku mafunuo ni mapya, kila siku mtumishi anakuja na mafunuo mapya na maombi tofauti Ushuhuda ambao unaweza nikatoa ni wa hapa karibuni, tuzungumzie wiki iliyopita. Kuna mama aliugua, ilitokea tu ghafla kisukari. Yeah. Unajua umri ukishaenda ni mama yeah, mwenye umri lakini sio umri mkubwa wa kusema apatu na hayo magonjwa <sighs> alikuwa naumwa, watoto wakampeleka hospitali. Kumpeleka hospitali wakapima, mara akaambiwa pressure iko juu, mara figo zinafeli, huku bado anaendelea kuombewa na mtumishi wa Mungu Gidioni, ghafla akapelekwa ICU ni mtu ambaye tayari alishapoteza, ni mtu alikuwa hajiwezi, hawezi kuzungumza tena, tayari anapumulia ya mashine. Yaani ni mtu unajua, ICU, ukifikishwa ICU ni ndiyo. Kuna mbili, mm, utoke ala, au usitoke. Lakini kwa mazungumzo yake anasema ndiyo, kurudi kwake ni Mungu alikuwa ana jambo na yeye. Kwa nini? tayari alikuwa ameshapotea, watoto walikuwa wameshamkatia tamaa ndugu tayari walikisha walisha mkatia tamaa, lakini kupitia mafuta maji na chumvi, dada ya mdogo wake alikuja kumchukulia mahali hapa, ndiyo alivyompelekea, akawa anatumia mpaka madaktari walishangaa matendo makuu ambayo Mungu aliyafanya kupitia yeye. Imagine ni mtu alikuwa ICU baada ya maombi ya mtumishi wa Mungu, aliingia maombi ya kina, akampa maji na mafuta, maana alikuwa hospitali, akawa anatumia kule hazi kuchu. kupita siku tatu aliruhusiwa, alitoka. Imagine mtu anatoka hisi na alikuwa tayari ameshabadilika, ni mtu wa kujisaidia hapo hapo, hali zote anatoa hapo hapo, yani ni mtu ambaye tayari watoto walishakata tamaa kwamba mama atunaye tena lakini kupitia mafuta, chumvi, maombi ya mtumishi wa Mungu Gidion, amepona, ni mzima wa afya, yani yupo strong kuliko na mozani. Saa uh, umepata kusikia ushuhuda hapo mtazamaji kwamba kuna mtu aliyeweza kwenda ICU dio, lakini hatimaye aliweza kutoka na kuwa na nguvu na ni ushuhuda ambao ni mkubwa sana dio, tu mpaka kufika ICU lakini kutoka akawa mzima na mambo yakaweza kuendelea vizuri. Pengine labda uh, una nini cha kuambia watazamaji wa Gidion Online TV wanaotutizama muda huu hapa kuhusiana na huduma ya Mlima Moria Ministry? Cha kwanza ningependa wafungue kitabu cha Mungu Biblia, kitabu cha Isaya 41 mstari wa kumi. Ningependa kuwasomea, inasema Isaya 41 mstari wa kumi, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe; usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako; nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Neno hili ningependa waambia watazamaji Dio wa Gidion online TV, mm -hmm, kwamba ni neno ambalo, unapopitia changamoto yoyote, kumbuka neno hili. Sio tu changamoto, wakati wote, furaha, huzuni, tembea na neno hili kwamba usiogope, Mungu yupo pamoja na wewe, atakushika nguvu lakini pia atakupigania katika kile ambacho unapitia. Na mimi nipenda kuwasihi tu, kuna watu wanaogopa, wana oh, nikienda pale, hapana, kanisa hili ama huduma hii haibagui sura, haibagui rangi, haibagui mtu wa hali yoyote, haibagui Mijia. kiuchumi pengine leo umekuja ndiyo hauna lakini, kesho utakuwa nacho, utaweza kutoa sadaka, utamshukuru Mungu kwa sadaka. Sio kwamba kuna tunakumbuka kuna baadhi ya makanisa wanakaa kilevu kwamba kuna sadaka inaanza shilingi fulani fulani na fulani, lakini katika huduma hii Mijia. ni ya tofauti, hakuna hicho wala hatubagui kwamba huyu ni tajiri, huyu maskini, huyu hali ya chini, ule ya katikati. Hapana, hatuna hiyo, wote wanakaa sehemu moja, wote wanahudumiwa sehemu moja, hakuna ubaguzi. Lakini pia nipenda kuambia tu Dio, karibuni wote kwenye huduma ya maombi na maombezi ya mlima Moria ministry, iko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa maili sita. Sawa, nikushukuru kushukuru sana, unakujazia una, una hapo hapana Kujazia tu niwambie tu, watazamaji waendelee kufuatilia, lakini pia wahudhurie kwenye ibada, washuhudie matendo makuu ya Mungu ambayo anayatenda kupitia mtumishi wa Mungu Gidioni, jinsi gani anaweza kusaidia watu. Lakini mkoa wa Kilimanjaro pia tunaweza kusema tumebarikiwa kupata mtumishi wa Mungu kama huyo. Kwa sababu gani tunasema tumebarikiwa? Habagui, achagui wala, yaani hana ile kutenga kwamba wewe sikuhudumia, namhudumia kwanza huyo, wewe huna fedha, namhudumia Hapana, wote anawahudumia kwa roho moja, kwa upendo wa hali ya juu, tofauti na watu wengine. Hilo naweza na nikamsifu kwamba huduma anayoitoa ni tofauti na huduma tofa nyingine yoyote unaweza ukazunguka pia ukaona, lakini kwa hilo yeye tunamsifu na tunampenda mtumishi wa Mungu Gidioni, kwa sababu na yeye pia anatupenda katika hali zote ambazo waumini wake tunapitia. Yeye anatupenda, tunashirikiana, anatusaidia kimaombi, kiushauri. Unajua tu kuna mtu mwingine anahitaji maombi, ushauri, kashaumizwa sana. Ukimpa ushauri yeye inaweza ikamjenga, lakini pia amekuwa mtu wa hivyo, anatoa ushauri, anasaidia kimaombi kwa kila hali hmm, unayokuja nayo tayari yupo tayari kukusaidia. Hilo ndo ambalo naweza nikampa kipaumbele hicho na kumpongeza sana, na tunamwombea Mungu azidi kumpa maisha marefu pamoja na familia ya kwake. Sawa, nikushukuru sana, ndio, asante. Na mtazamaji wa Gidion Online TV kwa siku ya leo tumeweza kufikia tamati, lakini sisite kuweza kutufuatilia katika vipindi vyetu mbalimbali vinavyopatikana katika chaneli yetu ya Gidion Online TV chini ya mtumishi wa Mungu Gideoni wa Maili Sita, nikwambie tu kwamba usisite kufika katika huduma ya Mlima Moria Ministry, ambapo ameweza kupata taarifa kuhusiana na siku za ibada, siku ya Jumatano, siku ya Jumaa pamoja na siku ya Jumapili. Mweza kufahamu hilo. Kwa hiyo usisite kufika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Nikutakie ni siku njema na wakati mwema.